Bwana Yesu asifiwe, wa Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninayo furaha sana kukaribisha wewe mfuatiliaji wa masomo yangu ambayo nimekuwa nikiposti katika YouTube channel hii. Na leo kwa neema ya Mungu tuna somo linalosema uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu. Na katika somo letu la leo tutaanza sehemu yetu ya kwanza ya somo hili. Na kabla tujaendelea na somo letu, natamani niombe pamoja na wewe hivyo unaweza kufunika macho yako mahali ulipo, tuweze kuomba kwa ajili ya kuanza kujifunza somo letu hili. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu, sante kwa neema yako, asante kwa uweza wako. Tunakushukuru kwa ajili ya kibali na neema ambayo umeachilia tena katika siku nyingine ya leo tazama Mungu tunapoenda kujifunza neno lako, ili Bwana tusaidie, Roho Mtakatifu wako akatukumbushe ukapate kutufundisha sawasawa sawa na utukufu wako, na kila anayesikia somo hili, Mungu ukapate kumvusha katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini ya kwamba utatenda, amina. Basi baada ya kuomba sasa, twende moja kwa moja tukaangalie somo letu lenye kichwa kinachosema uwepo wa Mungu, somo letu lenye kichwa kinachosema uwepo wa Mungu. Mara nyingi katika maisha tuliyonayo yawezekana, ili neno la uwepo wa Mungu sio geni kwenye maisha yako, na kama mwamini ambaye umepata neema ya kumjua Yesu Kristo, umekuwa wakati mwingine unajiuliza uwepo wa Mungu ni nini? Sasa nini maana ya uwepo wa Mungu? Uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuwa karibu na mtu yani kuwa karibu na wewe, lakini pia ni hali ya Mungu kuonekana katika maisha ya mwamini lakini pia ni hali ya Mungu kujizilisha katika maisha ya mwamini au mwanadamu. Na hapa tunaposema kwamba Mungu pia anaweza kujizilisha katika kanisa kupitia uwepo wake, lakini pia anaweza kujizilisha katika familia kupitia uwepo wake. Anaweza kujizilisha kwenye biashara kupitia uwepo wake. Anaweza kujizilisha katika elimu kupitia uwepo wake. Anaweza kujizilisha katika taifa kama taifa litakaa katika uwepo wake. Kwa hiyo hii ni ishara kwamba Mungu yuko mahali pale kwa nguvu, utukufu na ushirika wa kweli na wale watu ambao wameamua kukaa katika uwepo wake. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ni hali ya Mungu kuwa karibu, kuonekana au kujizilisha katika maisha ya mwanadamu. Sasa turudi nyuma kidogo tunapoangalia kipindi Mungu anatuumba sisi wanadamu, ambapo walianza na wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa. Halipokuwa anamuumba Adamu, halipokuwa amemtengeneza Adamu, tunaposoma kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya pili na mstari wa saba kitabu kile cha Mwanzo sura ya pili na mstari wa saba kitabu kile cha Mwanzo sura ya pili na mstari wa saba maandiko yanasema hivi: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia puani pumzi ya wai mtu akawa nafsi hai. Hii Mwanzo mbili Mwanzo sura ya pili mstari wa saba inatuonesha kwamba Mungu akamfanya mtu, Mungu akamtengeneza mtu, Mungu akamuumba mtu, maana yake akamuumba Adamu. Baada ya kumuumba, maandiko yanatuonesha akampulizia puani pumzi ya wai mtu huyo akawa nafsi hai, hapo baada ya kumuumba. Lakini tukija kwenye kitabu cha Mwanzo hiyo hiyo sura ya pili na mstari wa kumi na tano Mwanzo yoyo sura ya pili na mstari wa kumi na tano tunaona Mungu anamchukua yule mtu aliyemfanya au yule mtu ambaye alimuumba na kumuweka katika bustani ya Edeni. Hebu tusome hapo, Mwanzo mbili ile sura ya kumi na, Mwanzo, Mwanzo, Mwanzo sura ya pili na mstari ule wa kumi na tano maandiko yanasema hivi: Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamuweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Naomba nirudie, sema hivi. Bwana Mungu akamfanya huyo mtu akamuweka katika bustani ya Edeni ili ailime na kuitunza. Nini nataka niseme hapa? Tafsiri ya bustani ya Edeni maana yake ni kwenye uwepo wa Mungu, ni kwenye uwepo wa Mungu. Sasa tuliposoma Mwanzo mbili saba tuliona kwamba Mungu anamuumba mtu, na unapokuja kusoma Mwanzo yoyo sura ya pili mstari wa kumi na tano unaona baada ya yule mtu kuumbwa, Mungu anamchukua yule mtu, anamuweka katika bustani ya Edeni. Tafsiri ya bustani ya Edeni maana yake ni katika uwepo wa Mungu. Sasa maisha ya mwamini ili yawe na raha, maisha ya mwamini ili yawe na ushindi, ni lazima mwamini akae katika uwepo wa Bwana. Nini maana ya uwepo wa Bwana? maana yake ni sehemu ambayo Mungu anakaa pamoja na mwanadamu. Kwa hiyo kwenye bustani ya Edeni, Mungu alimuweka kule Adamu baada ya kumuumba ili aweze kukaa naye, ili aweze kuzungumza naye, ili aweze kuonekana kwenye maisha yake, ili Adamu ya aweze kuziona nguvu za Mungu wasiwasi wasi, akiwa katika bustani ya Eden. Na ndio maana unapokuja kusoma maandiko matakatifu kwenye hiyo sura ya Mwanzo, hiyo Mwanzo sura ya kwanza ya pili ya tatu mpaka ya nne mpaka ya tano baada ya mwanadamu tu kuasi kwenda kinyume na sauti ya Mungu, anatolewa na kufukuzwa katika uwepo. Sio kwamba alifukuzwa kwa kingine ha, kuna mambo aliyafanya ambayo yalipelekea kufukuzwa. Nini nataka ujue mahali hapa, kuna umuhimu mkubwa wa wewe kukaa katika uwepo wa Bwana. Unahitaji kukaa katika uwepo wa Bwana, kwa maana tunaposema uwepo wa Bwana tunazungumza kwa hali ya wewe kuwepo na nguvu za Mungu katika maisha yako. Ili tuone umekaa katika uwepo wa Bwana ni lazima nguvu za Mungu ziwe katika maisha yako. Je, unategemea nguvu gani kwenye maisha yako? Kuna watu wanategemea nguvu zao kwamba zinaweza zikawapa utajiri. Kuna watu wanategemea marafiki zao kwamba wanaweza wakawafanikisha. Kuna watu wanategemea akili zao, kuna watu wanategemea akili zao, kuna watu wanategemea mali zao. Lakini Mungu, ili tuthibitishwe kwamba tumekaa katika uwepo wake, moja, ni lazima tutegemee nguvu zake katika maisha yetu. Yaani, tukitaka kufanya chochote, tunatakiwa tumshirikishe na tumtegemee yeye ili aweze kutusaidia tuweze kufika katika viwango fulani vya maisha. Lakini jambo la pili, ili tuweze kukaa katika uwepo wa Mungu, lazima neema zake zimiminike katika maisha yetu, kwa maana neema za Mungu ni kuweza kutustahilisha mahali tusipostahili. Ni kweli kabisa, kuna wakati mwingine tunataka tufanye mambo ambayo ni makubwa ambayo ki, kiwalisia kabisa hatustahili, lakini tukiwa katika uwepo wa Mungu maana yake rehema za Mungu zinamiminika kwenye maisha yetu na zinatusaidia kuweza kushinda, kuweza kusogera, kuweza kufanya lile jambo ambalo tumekusudiwa kufanya na Mungu kwa viwango vikubwa, maana tupo katika uwepo wa Mungu. Lakini jambo la tatu tunaposema mtu akae katika uwepo wa Mungu, tunazungumza kwa habari ya mtu kuisikiliza sauti ya Mungu katika maisha yake. Kwa hiyo kama unataka ukae katika uwepo wa Mungu, ukiwa katika uwepo wa Mungu ni lazima usikilize sauti yake, na sio tu Kuisikiliza, tafsiri ya kuisikiliza maana yake ni kuifanyia kazi ile sauti. Kwa sababu Adamu na Hawa walipowekwa katika bustani ya Edeni, nimekuambia lugha ya bustani ya Edeni maana yake ni katika uwepo wa Mungu, walikuwa na Mungu. Kilichowafanya watolewe kwenye bustani ya Edeni na Yesu akaja kuturudisha katika bustani ya Edeni, maana yake kuturudisha katika uwepo wa Mungu, ni kwa sababu hawakuitii uh, sauti ya Mungu. Walipokatazwa kufanya kitu fulani, wao walifanya kinyume, kwa hiyo wakahesabika ni waasi. Kwa hiyo kama unataka ukae katika uwepo wa Mungu ni lazima uisikilize sauti ya Mungu. Lakini pia jambo la la la nne la, la, la, la, la, la, la, la nne, tunasema mtu, ili ukae katika uwepo wa Mungu, maanake ni kukaa katika uongozi wa Mungu. Yaani, ukubali kuongozwa na Mungu, sio kuongozwa na akili zako, sio kuongozwa na mazingira unayoyaona. Nataka nikwambie yamkini, ndani yako unatamani kushinda dhambi, au uwezi ukashinda dhambi kwa uongozi wako wa kibinadamu. Unashinda dhambi kwa kumwamini Yesu Kristo na kumpa maisha yako. Unaweza kushinda dhambi kwa kuyakabidhi maisha yako kwa Yesu, kwa maana hakuna mwanadamu ayo yote ambaye anaweza kutusaidia kuweza kushinda dhambi. Tunashinda dhambi kwa kumwamini Yesu Kristo na kumpa nafasi kamili ndani ya mioyo yetu na pamoja naifo, na hivyo na kumruhusu afanye kazi katika maisha yetu maana yake atuongoze. Kwa hiyo, ili tukae katika uwepo wa Mungu lazima tuwe katika uongozi wa Mungu nimekuonesha mambo haya manne. Jambo la kwanza kama kukaa katika uwepo wa Mungu kunakuwa na maana pale ambapo tunazitegemea nguvu zake. La kwanza, la pili tunategemea rehema zake kwenye maisha yetu, la tatu tunategemea na kusikiliza na kuitii sauti yake katika maisha yetu, lakini pia tunakubali kuwa katika uongozi wake, maana katika uongozi wake tunaishi sawa sawa na mapenzi yake makamilifu. Sasa nimekupitisha mahali hapo katika hii sehemu yetu ya kwanza ya somo lengo langu ni kutaka ufahamu uwepo wa Mungu, na katika sehemu ijayo tutakwenda kuona kiundani zaidi nini maana ya uwepo wa Mungu. Ninakutakia baraka tele. Kila ambacho umejifunza mahali hapa, ukakifanyie kazi katika maisha yako. Ninaomba niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Asante kwa neema yako, asante kwa uwezo wako, na mkabidhi msikilizaji huyu aliyejifunza somo hili, kwa machache ambayo amejifunza mahali hapa, yakafanyike nguvu katika maisha yake, na akapate kuvuka viwango, na akapate kukuona ukijifunua katika maisha yake ili aweze kukaa katika uwepo wako sawa sawa, na kusikiliza sauti yako sawa sawa, na kutegemea nguvu zako sawa sawa, na kutegemea rehema zako na sawa sawa, na kuishi sawasawa na vile ambavyo Bwana umekusudia, haweze kuishi katika jina la Yesu Kristo. Naomba ushindi katika maisha yake, ili aweze kukaa katika uwepo wako. Asante kwa kuweza kufuatilia somo hili, unaweza kusubscribe chaneli ili uwezo wa kwanza ili uwezo wa kwanza kuweza kujipatia masomo, lakini pia unaweza kushare ujumbe huu kwa watu wengine, au, au unaweza kusambaza. Unaweza kunipata kwa namba ya simu ambayo ni 0692 180 888 Mungu akubariki, amua leo na hanza leo. God is able.